Miongoni mwa wiki ya kihistoria hapa Tanzania lakini pia barani Afrika ni wiki hii ambapo tunaenda kushuhudia fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, uh, Simba dhidi ya kikosi cha Stern dhidi, uh, ya kikosi cha RS Berkane. RS Berkane ambao watakuwa katika uwanja wao wa nyumbani Eh, kuhakikisha kwa kwamba wanaenda kusaka vigezo vya kuwafanya kuwa mabingwa katika mechi ya kwanza kabisa ya fainali. Lakini RS Berkane ni miongoni mwa timu kongwe sana barani Afrika. Ikumbukwe tu kwamba hii ni timu ambayo ilianzishwa mwaka 1938 lakini ni timu ambayo kwa miaka mingi wamekuwa wakicheza katika madaraja ya chini, hawakuweza uh, kucheza katika madaraja ya juu kama ambavyo ilivyo kwa vilabu vingine kutoka pale Morocco, kwa maana Wydad Casablanca pamoja na Raja Casablanca Kini ni klabu ambayo eh, bala baada ya ujio wa mwamba wa kuitwa Fouzi Lekjaa ambaye ni makamu wa kwanza wa rais shiri, wa, wa shirikisho la soka barani Afrika. Kwa maana rais ni Patrice Motsepe, lakini makamu wake wa kwanza ni Fouzi Lekjaa. Lakini makamu, makamu wake wa pili anaitwa Kat Oklaku kutoka Ghana, lakini makamu wa tatu mwamba mmoja wa kuitwa Mongwengu kutoka kule eh, kule Gaboni eh, kwa maana jina lake Lote huwa anaitwa Piele Mungwengu ambaye ni rais wa soka kutoka kule kutoka kule eh, kutoka kule Gaboni. Lakini makamu wa tatu ni mwanadada wa kuitwa eh, Kazadi eh, Ditabara kutoka pale Kongo, ni rais wa kikosi cha AS Vita Club, watu wengi wanamfahamu wana, lakini makamu wa, wa, makamu wa tano ni mwamba mmoja ambaye anatoka pale Mozambiku mwamba wa kuitwa Faizali Sidati. Huyu ni makamu wa tano, kwa hao ni makamu watano wa tano wa washirikisho wa rais wa shirikisho la soka pale barani Afrika ama hapa barani Afrika. Lakini huyu ndio rais aliyowahi kuwa rais wa kikosi cha RS Berkane, Fouzi Lekjaa. Lakini huyu ndio ambaye ameifanya RS Berkane tunaiona hapa ambapo ilipo, na tunaiona RS Berkane yenye ushindani, siri yake nyuma yake kuna huyu mwamba kuitwa e, Fouzi Lekjaa. Isitoshe tu kwamba huyu pia ndio rais wa shirikisho la soka pale Moroko na huyu miongoni mwa watu ambao wapo ndani ya kamati ile ya FIFA, kwa maana wajumbe wa FIFA kukiwa kuna kikao cha FIFA, huyu ni miongoni mwa watu ambao wanaingia moja kwa moja, lakini pia yupo kwenye kamati ya kombe la dunia mwaka 2030 na ambayo itafanyika mataifa matatu ikiwemo Ureno, Spain pamoja na Moroko kama, kama wenyeje. Lakini huyu ndio ambaye ameifanya Moroko kuwa miongoni mwa timu ambazo zimekuwa imara hata kwenye kombe la dunia pia wakati ambapo Morocco anafika hatua ya nusu fainali, miongoni mwa watu ambao walikuwa walikuwa nyuma yake na walikuwa kwenye ile kamati ambayo ya kuongoza timu ya taifa ya pale Morocco, lakini wakati ambapo wanaingia kwenye klabu ya eh, RS Berkane, kwa sababu yeye amezaliwa kwenye manispaa ya Berkane, alizaliwa mwaka 1970 na elimu yake ameipata katika manispaa ya Berkane. Ila elimu ya juu kaipata katika jiji la Rabat ambapo linapatikana palepale Morocco, lakini mara baada ya kuhitimu mwaka 2000 akarejea kwenye klabu ya RS Berkane akawa kwenye benchi la kikosi cha RS Berkane mpaka mwaka 2009 ambapo alichaguliwa kuwa rais wa kikosi cha RS Berkane. Baada ya kuchaguliwa, ni miongoni mwa watu ambao aliifanya RS Berkane kuwa na misuli ya kifedha, kwa sababu alipata wawekezaji kutoka maeneo mbalimbali, walikuja kuizamini klabu na miaka miwili baadaye tukaiona RS Berkane ikipanda ligi kuu ya pale Moroko inafahamika kama Botola Pro. Kwa maana yeye rais alichaguliwa elfu mbili na tisa f msimu elfu mbili na kumi na moja kumi na mbili, yeye ndo akaifanya timu kupanda ligi kuu ya Moroko na kuwa miongoni mwa timu ambazo zinakuja kutengeneza misuli ndani ya ligi kuu ya pale Moroko, na tulishuhudia akaifanya kuwa miongoni mwa timu shindani. Elfu mbili na kumi na nne akachaguliwa kuwa rais wa shirikisho la soka pare Moroko hatimaye akawa miongoni mwa watu ambao pia taswira yake jicho lake ni kuiongoza timu ya taifa ya Moroko, lakini pia soka la Moroko kwa ujumla kwa kujenga maakademi kwa kushirikiana na mfalme wa Moroko, lakini pia kwa kiasi kikubwa alikuwa amekuwa miongoni mwa watu ambao amekuwa chachu ya makuzi ya soka ligi inacheza kwa ngazi tofauti tofauti, lakini pia kuzifanya kila timu ambazo zinacheza pia kuwa na timu za vijana. Isiishie hapo tu, mara baada ya kuchaguliwa elfu mbili na kumi kwa Bekane akaifanya Bekane licha ya kuwa yeye ni rais wa shirikisho la soka pale Moroko lakini pia yuko nyuma ya Bekane na kuifanya kuwa timu tishio, na hasa kwenye michuano ya ndani, ambapo elfu mbili na kumi na tano walianza kushika kasi na tukaona kushiriki ushiriki wao katika michuano ya Kafu hasa kwenye Kafu Confederation Cup na tukaona pia kwa miongoni mwa timu ambazo zimekuja kuweka utawala kuanzia elfu mbili na kumi na tano na ambapo walitolewa hatua ile ya awali kabisa wakaja mwaka 2017 18 wakawa mabingwa. Lakini pia kuanzia 2015 mpaka wakati huu leo tunazungumza 2025 na, na wanaenda kucheza fainali. Hii itakuwa ni fainali yao ya tano. Wamecheza fainali takriban nne, wamechukua mbili, lakini pia wamechukua Super Cup moja. Uh, istoshe tu kwamba wao walichukua zaidi ya kikosi cha Orlando Pirates, Orlando ambao walikuwa chini ya David Fadu, ambaye ni kocha mkuu wa kikosi cha Simba wakati huo kule, uh, Orlando ambao inashiriki ligi kuu ya pale Afrika Kusini, PCL. Yeye alikuwa kama assistant coach, kwa maana wale watu ambao walikuwa naunda benchi la ufundi la kikosi cha Orlando. Wa, wao bekani walichukua, lakini akaja kuchukua zidi ya pyramids, lakini amepoteza zidi ya Zamalek. Ni miongoni mwa timu ambazo zimeonyesha uimara mkubwa kuanzia 2015 mpaka hii leo tunazungumza, ambapo wanaenda kucheza fainali na kikosi cha wekundu wa msimba. Simba Simba kwa kifupi hawa ndio RS Bekani ambao wanaenda kucheza za fainali na kikosi cha wekundu wa msimba azi Simba kwenye historia yake, lakini pia uimara wake mpaka hapa ambapo tunawaona. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki piki. Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta. Vipi pampu za kuvuta maji? Wesha kuibia sana, achanikupelokesheni fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga namzungumzia, huyu ni Edo fundi pikipiki al maarufu kama Bonge, kutoka kampuni kubwa la Kasunga kampani limitedi, anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu ukipeleka guta pikipiki pampu ya kuvuta maji jeneleta anakutengeneza kwa bei powa kabisa ewe mtanzania epukana na mafundi matapeli edo fundi pikipiki yupo kwa ajili yako kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043 edo fundi pikipiki kutoka Kasunga Company Limited. anasema usalama kwanza